Kwa ajili ya kuadhimisha na kusherekea sikukuu ya kimataifa ya mwanamke wa vijijini, mashirika Union pour la Promotion de Femme IPEF na Foyer d'Enfant et Femme yaliandaa Jumatano tarehe 15 Oktoba mwaka 2025 huko Kabimba, shughuli ya uelimishaji na kuhamasisha pia kuongeza uwezo wa wanawake wa vijijini waliotoka katika vijiji vya Kagaragara, Muheta na Kabimba vilivyoko katika group ya Kalungwe ndani ya sheferia Bavira jimboni Kivu ya kusini. Zaidi ya wanawake makumi mnane walihudhuria mkutano huu, wakiwemo wauzaji wa samaki, wauzaji wa mafuta ya petroli, pia wauzaji wa nyanya pamoja na wakulima wote, wanafanya shughuli ndogo ndogo za kujipatia kipato ili kuhudumia familia zao. Viongozi wa vijiji walihudhuria pia sherehe hii ili kuonyesha kuunga mkono mpango huu wa kijamii. Wakati wa maazimisho haya, Ngalia Bona mtaalamu wa masuala ya jinsia alitoa mada kuhusu wanawake wa vijijini wanapashwa kukuza chakula bora kwa wote. Naye Bigo Delive Lugambo alizungumzia kauli yake kuhusu wanawake wa vijijini wa tarafa la Uvira, wawe imara, walime ardhi kwa ajili ya mustakabali wa jamii zetu. Hotuba hizo zilionyesha jukumu kuu la wanawake wa vijijini katika usalama wa chakula na maendeleo ya ndani ya jamii washiriki wa, wa sherehe hiyo waliomba kuwa na umoja na mshikamano ili kufanya kazi za pamoja za kilimo na biashara zinazoweza kuimarisha uhuru wao wa kiuchumi na kuchangia katika maendeleo ya vijiji vyao. Wakati wa majadiliano, baadhi ya wanawake walitoa ushuhuda wa kuhamasisha. Mavuno Aziza ni mkaaji wa kijiji cha Kabimba, pia ni mchuruzi wa mafuta ya petroli na mchuruzi wa samaki wadogo, alisema haya: K mweneo ya baba yangu waziri mashamba aliyotuachia ni hapa juu mude 2024, 2025 nilivuna miogo nilikuwa nangolesha na naanika, fasi ya kuanikia ili pale, kala yetu ilikuwa hapa umma jermen divi. Tulisha tulishaamishia kala pale chini, ndio kwenye kala yetu iko tunaanikia.

Bi Tunza Tesho na Isima, mkulima wa Kabimba, ambaye alisema kwamba kupitia kilimo anafanikiwa kuihudumia familia yake vizuri. tuko tunalima tunafanyikiwa, nililimaka mihindi kivyangu, mie nililimaka mihindi pale kwa masomo, Mungu akanisaidia, japokuwa kiboko ilikulaka nilihuzishaka karibu mia mbili ya mafura kongole, ile franga zikanisaidiaka kulipia watoto kumasomo. Nilikuwa na finaliste wa kumaliza nani mwaka wa masomo hii mwaka, zile franga nilipataka na juhudi, na nilikuwa na wengine alikuwa mtem, zilinifalia sana, tulienda lipa maanake nililipaka neku, lakini mungu alisaidia, masomo ikaendelea na njo gisi kilimo kinatufalia zaidi sisi wa mama. Um, iko natusaidia kulipia watoto kumasomo, kuvalisha watoto na kukulisha watoto. Asanti. Hata hivyo wanawake wengine walibainisha changamoto kadhaa kubwa kama vile kukosa ushirikiano kutoka kwa waume zao kwa ajili ya kulima. Miyessema si seme kilimo kua mwanamke kiacha juu, kilimo ikiwa nasaidia wamama wengi sana, saa vile mimi kilangu hapa

Ukosefu wa msaada wa kifedha, ukosefu wa mbegu kama vile mahindi, muhogo, karanga, pamoja na ukosefu wa ardhi ama teren ya kulima kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao. Walitoa mwito wa serikali na mashirika ya kibinadamu kutoa msaada wa kweli kwa miradi yao ya kijamii, kuipata ni shida

Eko nazala na mtoto ukiingia musie bana mu mumanyumba mu batoto wakonala mubulongo mama mm. Sie uzunguluke kat... sie tu kwa hapa. Kila mtu akubebe mnyumba yake mm. Wende uone batoto avana drape kale kakifombeke, utashinda nako toto utapia tu magharibi, unapatia mtoto ajifunike sangapi usidanganyiwe na wako kupatia senki mile jeto, sio kutanganyika tu jeto, ni fasi oo uko nakutana hata mmashamba, bana mtu wako ndalaliwa mmashamba, anaambia bwana wake wende nifyekea, bwana anakatali, nipatie basi senki mile nipatie wakunifyekea, anakatali, anapata wakumufekea si, kulomba makulu Mie tuangalie tu <laughs> <Ana, laughs> la la <laughs> lakini sie vanamke poloni aiaisha ikia muhimu, mtakuwa mnafanya mikutano, mnaalika baba wakwe, wanasikia yenyewe muku mnasema. Havayajua kama vanamuke navo viko na haki.

tu- tugali tunagina vitu vingali vinatukosea, kukosa faranga ya kupanga mashamba. Unakutana mwenye shamba nakuambia, niko na shamba, mama, utalima tutagavula. Ile miogo na ugani na watoto wakutosha mnyumba ile, miogo hata inua nyuma, unaweza kutosha mfaranga kwa kidogo, unanilipia mtoto masomo. Tuna tugali tunafikiri, sisi tunaona muradi nakuya tukamata sie wamama wakulima batuinuwe na si tukuwe tunachuruza na kulima, ili watoto yetu waendelee na kusoma nao na kesho wakafikilia mbele. Mwisho wa maadhimisho, shirika Foyer d'Enfants ilianzisha vikundi vya kijiji vya kuweka na kukopa pesa ambazo zinaitwa AVEC ili kuwasaidia wanawake wa vijijini kuhifadhi fedha zao pamoja na kuwekeza katika shughuli za kujipatia kipato. Maadhimisho haya yamekuwa fursa ya kutambua mchango mkubwa wa wanawake wa vijijini wa Uvira na pia kukumbusha umuhimu wa kuwekeza uchumi ili kujenga jamii imara na yenye ustawi.